Mheshimiwa naibu spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Ali Juma Makoa kwa swali lake hili zuri kabisa linalolenga kuboresha sekta ya elimu ya msingi na sekondari katika jimbo lake la Kondoa, na naomba nianze kwa kumjibu swali lake la kwanza kuhusiana na kasi ya walimu kuhama kutoka kwenye maeneo wanayopangiwa eh, kutoa eh, huduma hii muhimu ya, ya elimu. Naomba nimweleze Mheshimiwa mbunge kwamba serikali, ili kukabiliana na changamoto hii ambayo utakuta eh, walimu wanapangwa katika vituo na wanaanza kuhama na, kupele, na kutengeneza mazingira ambayo kunakuwa sasa na upungufu wa walimu katika maeneo na hasa hususan kule vijijini katika maeneo ya pembezoni serikali kupitia mwongozo uliotolewa na Wizara ya Utumishi imetoa maelekezo kwamba mtumishi anapopangwa katika kituo cha kazi hato kuwa na sifa ya kuhama kwenye kituo hicho cha kazi mpaka awe ametimiza miaka mitatu kuendelea. Kwa hiyo huo ni mkakati mmoja ambao unatumika kwa ajili ya kuhakikisha tunapunguza ile kasi ya walimu eh, watumishi ikiwemo walimu kuhama kutoka katika maeneo na hususan haya ya pembezoni. Lakini pia serikali inaendelea kuboresha mazingira ya kufanya kazi na hasa katika maeneo ya pembezoni, ili walimu waweze kupata utulivu na waweze kuridhika katika mazingira ya kazi wanayokuwa wamepangiwa, wame na wasiweze kuhama na kusababisha upungufu ambao mheshimiwa mbunge anazungumzia. Lakini kuhusiana na mkakati wa muda mfupi wa serikali wa kuendelea kuongeza walimu na hasa ukizingatia e, utekelezaji wa mpango wa elimu bila malipo ambao umetengeneza mazingira, udahili umeongezeka, na serikali ya awamu ya sita imetumia zaidi ya trilioni tano nukta moja kwa ajili ya kuimarisha sekta hii ya elimu kwa kujenga madarasa na shule nyingi kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi hawa, lakini sasa tunahitaji pia kuongeza nguvu katika upande wa upatikanaji wa walimu. Serikali kwanza inaajiri, kama nilivyotangulia kusema kwamba katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita, kipindi cha miaka minne, tayari walimu elfu arobaini na tano mia saba arobaini na mbili wameajiriwa na kupangwa katika maeneo mbalimbali mbali katika shule zetu hizi, lakini pia mpaka wakati huu kimetoka kibali kingine cha walimu zaidi ya elfu tisa ambao na wenyewe wataajiriwa kwa ajili ya kupangwa katika maeneo tofauti tofauti kwenda kuwafundisha wanafunzi wetu. Lakini kuna mikakati mingine, kwa mfano ya kutumia teknolojia ya TEHAMA kupitia madarasa janja kwa ufundishaji mubashara, lakini kuajiri kwa mikataba kwa mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia mapato ya ndani, inaajiri walimu hawa kwa mikataba ya muda, lakini kutumia walimu wana kwa hiyo serikali itaendelea na taratibu hizi, itaendelea kuongeza nguvu, ili ile dhamira ya serikali ya awamu ya sita ya kuendelea kuimarisha sekta muhimu hii ya elimu msingi na sekondari iweze kutimia, tupate walimu wa kutosha kwa ajili ya kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu <muchos>